Na, na jengo hili linajengwa kwa kupitia fedha ya serikali kuu ambayo iliweza kutoa kiasi cha shilingi milioni 560, lakini vile vile katika upande wa halmashauri iliweza kutoa kiasi cha shilingi milioni 34 kwa ajili ya ujenzi wa jengo hili. Mpaka sasa jengo hili katika asilimia 93, na tukiwa tayari tumesha tumia kiasi cha shilingi milioni 537. Manufaa ya jengo hili, tunatazania kwamba baada ya kuwa imekamilika itaweza kuondoa adha mbalimbali ikiwemo kupunguza adha kwa wananchi ambao walikuwa wakienda kupata huduma za afya ya mama na mtoto sehemu za mbali kama vile hospitali ya mkoa huko. Ufupi, tunamshukuru sana serikali yetu ya awamu ya sita kwa kuweza mm -hmm. kutupatia fedha kwa hizi kwa ajili ya ujenzi wa jengo hili. Ni miradi yote wa halmashauri ya wilaya ya Hanang', serikali imetoa shilingi zaidi ya bilioni nane na kitu, ukiondoa ule uwanja mkubwa, ile stendi ambayo ni nzuri sana <coughs> uki ukajumulisha fedha zilizotolewa na serikali ya CCM kwa ajili ya wananchi wa Hanang' kwa miradi tuliyoiona leo, ni zaidi ya bilioni 12 bil. tupigie kwa ajili ya maendeleo yenu ili mpate huduma huduma za afya, huduma za maji, huduma za kielimu na zaidi ya yote pia kwa sasa, kwa Hanang' huduma ya usafiri na kupata eneo ambalo litarahisisha wasafiri kuja kupumzika na kubadilisha magari kwenda katika maeneo mengine. Kwa hiyo sisi, chama chetu, tunaridhika Ba tulichokiona